Sauti ilipasuka katika uwanja wa magari uliojaa watu kama radi. Uso wa Olivia Anderson uliguka kwa nguvu upande mmoja. Mkono wa ajabu mkavu ulikuwa umempiga kofi mama mjane maarufu wa Nigeria na mkurugenzi mkuu bilionea, mbele ya kamera, walinzi na bahari ya magari yenye mngao katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Lagos. Kwa mapigo ya moyo kimoja kimia Muda uliganda, kisha pa risasi ilipasua mlango wa gari jeusi lenye mng'ao ambapo alikuwa amesimama sekunde moja iliyopita. Kiu kilipasuka na kuwa nyota zinazoruka zenye mwangaza. Watu walipiga kelele, askari wa usalama walijinyenyekeza, mtu moja alipaza sauti, chini! Chini! Risasi nyingine ilipita karibu na sikio lake na kuuma ukuta nyuma yake. Yule mtu mwenyewe aliyempiga kofi, mtu mwenye koti la kahawia lililochanika, nywele zisizo na mpangilio na ndevu zilizokuwa zaidi, alikamata mkono wake na kumvuta nyuma ya nguzo ya saruji. Olivia alijikwa katika viatu vyake vya kisigino, moyo ukipiga kwa nguvu kiasi kwamba alihisi kama kifua chake kingeweza kupasuka. Kaa chini, mtu yule alinongona. Pumzi yake ilibeba harufu ya vumbi na mvua. Mambo mawili yalimpata olivia mara moja: uchungu kwenye shavu lake na ukweli kwamba mgeni huyu alikuwa ameokoa maisha yake. Risasi ya tatu ilipiga mbali sasa. Kelele zilienea uwanjani, milango ilipigwa, injini zililia, mahali fulani mwanamke alilia. Olivia aligeuka, macho makubwa, na hatimaye akaona uso wa mtu yule uliochoka wenye mistari lakini waajabu uliokuwa na utulivu. Alivaa mkoba wa kale uchafu begani mwake, ukanda wake uliokuwa umechaka kitamba kikiwa embamba kama karatasi. Wewe ni nani? Aliongea kwa pumzi. Utafahamu, alisema. Tafadhali rudi kwenye gari lako sasa. Hakupaza sauti, hakuomba. Aliangalia tu kwa macho yenye uthabiti yalionekana kubeba siri nyingi. Alimwongoza bado amejinienyekeza kuelekea upande wa dereva. Mmoja wa walinzi wake aliruka juu kuwafunika, mlinzi mwingine alipima mapaa ya dari, kidole kikibonyezwa kwenye kifaa cha sikioni, midomo ikisonga haraka. Mgeni yule aliingia kwenye kiti cha abiria kabla mtu yeyote aweze kubishana. Vidole vya Olivia vilitetemeka aliposhika usukani dereva wake hakuonekana mahali popote. Mlinzi wake mkuu alibonyeza boneti mara mbili. Nenda. Olivia alibonyeza kitufe cha kuanzisha. Injini iliamka kwa ulaini na kwa sauti ya kina. Alimtazama kwa haraka yule mtu. Mkanda wa usalama alikaza, bado amejinyenyekeza, bado ana utulivu. Moyo wa Olivia ulipiga kwenye masikio yake wakati gari la SUV lilipoteleza nje ya nafasi ya kuegesheana kuingia kwenye njia ya huduma risasi ya nne ilipiga nyuma ya umbali zaidi wakati huu, na kisha wimbo wa kipuzi wa siren ulianza kupanda. Mpenzi, mtu yule alisema kimya, epuka lango kuu. Olivia aligeuka kushoto, waliteleza kwenye njia nyembamba ya kutokea iliyojaa mitende na vichaka vifupi. Lori la usalama lilifunga sehemu ya njia Alipiga chenga na kuhisi matairi ya kishikilia. Kelele za jiji zilizingia huti, mbio za trafiki, bango kubwa likiwa na tabasamu na uso wake mwenyewe juu yake. Olivia Anderson, mzungumzaji mkuu. Alimeza mate. Yule mwanamke anayetabasamu kwenye bango alionekana bila hofu. Mwanamke kwenye kiti cha dereva hakuhisi bila hofu kabisa. Waliungana na trafiki. Kituo cha mikutano kiliwaacha nyuma. Ni hapo ndipo Olivia alipopata sauti yake. anza kuzungumza, alisema, akijaribu kusikika imara hata wakati mikono yake ilitetemeka. wewe ni nani? nini kilitokea pale nyuma? Mtu yule alinua macho yake kwenye kiucha nyuma, aliangalia nyuma yao, kisha polepole pole akamkabili. jina langu ni Simon, alisema. samahani kwa ile kofi. Olivia alitoa kicheko kifupi chenye kutetemeka. Ulinipiga kofi mimi mgeni hadharani. Nilifanya alisema kwa sababu risasi ilikuwa tayari inakuja. Maneno yalimpiga kwa nguvu zaidi ya kofi. Alihisi uchungu kwenye shavu lake tena, lakini sasa ilihisi kama alama ya rehema. Ulijuaje? Simon aliangalia nje ya dirisha kwenye mabasi yaliyopita, wachuuzi wa mitaani wakibeba maji baridi kwenye mabakuli madanfo ya manjano ya kikanyaga kwenye nafasi zisizowezekana. Taya lake lilifanya kazikana kwamba alikuwa akitafuna kumbukumbu kumbu ambayo iliumiza kumeza. Niliwasikia jana usiku, alisema. Wanaume wawili chini ya daraja karibu na hoteli ya Eko walizungumza kuhusu ufunguzi safi, kuhusu uwanja wa magari, kuhusu wakati mmoja wao alisema, lengo litasimama karibu na mlango wa nyuma wa suvi jeusi kabla ya kutembea kwenye mlango wa kando. Ndivyo ulivyofanya. Ngozi ya Olivia ilichomoka. Unataka nifikiri tu ulipata nafasi ya kusikia mpango wa kuniua? Sikupata tu nafasi ya kusikia, Simon alisema, nilisikiliza. Waliendelea kusema, ikiwa atatokana kuangalia kulia kulia, piga risasi ya kwanza ikiwa atasita pigaya pili. Sikulala. Nilikaa mahali ambapo ningeweza kuona kituo. Niliomba ungeni sikia ni kita. Nilipokuona ukitoka nje, nilipaza sauti, rudi nyuma, huku sikia bunduki iliinuliwa kwenye dari upande wa barabara bara. Sikuwa na muda wa kufikiri, kwa hivyo nilikupiga kofi, ili kichwa chako kigeuke wako kigeuke na mwili wako usoge. Hiyo ndiyo nilikuwa nayo. Ukimya ulijaza SUV kwa muda mzito na wakweli. Olivia alibonyeza machozi yenye joto. Alikuwa amejenga makampuni, ametoa kazi, amelea mtoto wake mdogo peke yake, na kukabiliana na vyumba vya bodi vilivyojaa wanaume ambao hawakufikiri anashikilia, lakini hakuwahi kuwa karibu kiasi hiki na kupoteza kila kitu kwa wakati mmoja. Asante, alisema sauti ndogo na ambukizi. Simon, asante Alinama mara moja, kana kwamba shukrani zilihisi kubwa sana kwa nafasi ile iliyojaa. Waliingia kwenye njia panda, taa ya trafiki ilimulika nyekundu. Olivia alibonyeza breki, magari yalijikusanya kuzunguka mahuzi. Alikuamua chupa za maji baridi kwenye dirisha. Olivia alimwepusha kwa kutikisa kichwa chake kwa upole. kwa nini walikuwa wanifuatia mimi? aliuliza Simon aliendelea kuangalia wiu, sijui majina, lakini mmoja wao alisema kuwasili mara baada ya jukwaa na kushuka kwa hisa kabla ya mwisho wa robo. Alisema hakuna mkurugenzi mkuu, hakuna hotuba, bodi ya wasiwasi itaomba ta'omba mpango mpya. Alisimama. Walisema pia anatembea kama anamiliki ardhi. Olivia karibu kutabasamu. Hiyo inafanana na mimi. Ni wewe, Simon alisema. Taa ya kijani, alisonga mbele. Unahitaji kuwapigia simu polisi, Simon aliongeza, waambie haswa mahali risasi zilipotoka. Nitafanya, alisema tutakwenda moja kwa moja huko. Lakini bado hakugeukia kituo cha polisi. Karibu alihitaji sekunde kupumzika, kuhisi mapigo kifuani mwake, kupunguza kiasi cha kufikiri. Alihitaji kujua zaidi kuhusu mgeni aliyekuwa amemsusha nje ya njia ya kifo. Simon alisema Niambie kuhusu wewe. Hakujibu mara moja, aliendelea kuweka macho yake, yakisogea kiu cha kushoto, barabara, kiu cha kulia, kama mtu ambaye alikuwa amejifunza kuishi kwa kuangalia pembeni. Aliposema sauti yake ilikuwa kimya na imara. Sikuwa kila wakati kama hivi, alisema, akigusa mkono wa koti lake uchafu. Nilikuwa meneja wa benki katika kisiwa cha Victoria Nambari zilikuwa marafiki zangu. Nilifanya vizuri, labda vizuri sana. Watu fulani hawakupenda, walisema niliwafanya waonekane wavivu. Olivia Olivia alisikiliza, mikono ikipata uthabiti kwenye usukani. Siku moja akaunti ilihamisha pesa isiyo stahili, Simon aliendelea. Mtu alitumia kuingia kwangu kufikia. Nilijua fedha zilipotea, walisema nilipanga rafiki yangu mwenyewe alisaini karatasi nilifukuzwa kazi, kisha nilikamatwa. Niliendelea kusema angalia kamera, angalia nyakati za kuingia. Hakuna aliyesikiliza nilitumia miezi gerezani, wakati kesi ilikufa kwa sababu mwizi wa kweli alifunika nyayo zake. Waliniachilia lakini sikuwa na chochote kilichobaki. Hakuna kazi, hakuna nyumba hakuna mtu aliyetaka mtu mwenye doa hilo. Kwa hivyo nilibeba mkoba huu na kujaribu kutoweka. Vidole vyake viligusa ukanda uliochaka tena. Tabasamu ndogo la huzuni lilinia kuwa mdomo wake, lakini sikuweza kutoweka leo. Koo ya Olivia ilikaza. Jiji lilipita: mabango, wachuuzi wa mitaani, mistari yenye mwangaza ya magari, mwangaza ya magari ya keke na pep ya kipitana kati ya magari alifikiria kuhusu mtoto wake David akimangoja nyumbani pamoja na mlezi wake na mapira wake wa miguu apenadayo. Alifikiria kuhusu hotuba aliyopaswa kutoa kuhusu ujasiri na kujenga imani katika nyakati ngumu. Labda leo ndilo lilikuwa hotuba halisi. Simon alisema, wewe si asiyeonekana, si kwangu mimi. Aliinama, lakini macho yake yaligeuka kwenye kio tena, makali na maangalifu Wanaweza kufuata, alisema. Nani, wale wanaume wenyewe au wapya? Olivia aliangalia kioo chake mwenyewe na tumbo lake likaponda pikipiki. Mbili zilikuwa zimenga kwenye njia nyuma yao. Wapanda wote walivaa helmet nyeusi zenye vioo vya giza. Hawakupindapinda kama wapanda wa kawaida wa pikipiki, walishikilia mstari moja kwa moja, walibaki umbali sawa. Je, una wao? alinong'ona, ninawaona. Simon alisema, tunafanya nini? Pumua alisema kwa upole, Endelea ya kuendesha, usiharakishe, usionekane kuogopa. Tutageuka kabla hawaja tuwesa kuziba. Olivia alijaribu kupumua, ndani nje, ndani nje. Alifikiria kuhusu kofi, kiu kikipasuka, nguzo iliyomwekahe. Alifikiria jinsi alivyokaribia kutomwona tena mtoto wake. Simu yake ilibuzika, mkuu wake wa usalama Je, uko salama? Ujumbe mwingine: usirudi, baki ukisogea, polisi kwenye njia. Aliandika kwa mkono mmoja, macho kwenye barabara: niko salama. Ni shahidi inawezekana, kuna wanaofuata. Njia ya tofauti inayofuata, Simon alisema, kisha kulia. Kuna njia ya huduma yenye kamera katika kituo. Walichukua njia ya kutoka. Pikipiki zilisogea karibu. Njia ya huduma ilikuwa nyembamba na kimya, ikiwa na duka ndogo na ukuta mweupe uliokuwa na kioo kilichovunjika juu. Lango la chuma lililokuwa mbele lilisimama wazi nusu. Olivia aliendeshea kuelekea pikipiki moja, ghafla iliongeza mwendo. Usisimame, Simon alisema kwa utulivu, pitisha polepole pole, lakini usisimame. Mdomo wa olivia ulihisi kavu. Alipitisha kupitia lango mlinzi wa usalama katika shati bluu lililochakaa aliinua wa mkono wake kupunga na kisha akatambua pikipiki piki. Macho yake yalikuwa makubwa. Pikipiki piki ya kwanza iliteleza kupitia nyuma yao laini kama kivuli chini. Simon alisema, sauti bado ya kiwango, lakini ya dharura sasa. Olivia, jiandae kujinyenyekeza. Moyo wake ulipiga, shavu lake bado linawasha. Ulimwengu ulipungua hadi njia iliyo mbele pikipiki kwenye kio, sauti ya pumzi yake mwenyewe, na kisha sauti mpya ilikata hewa, sauti kali ya siren ikipinda kwenye njia ya huduma kutoka mwisho wa mbali. Kio cha pikipiki kilinama, siren ililizuka zaidi karibu, taa ya bluu ikimulika haraka. Simon, Olivia alinong'ona. Hakuwa na uhakika kama alikuwa akiomba au kuuliza swali. Hakujibu, alikuwa akiangalia zaidi yake macho ya kizingati ya kitu ambacho hakuweza kuona bado, kitu cha zaidi ya pindo. Wakati lori jeusi lilipiga puani mbele kutoka lango la kando, likifunga nusu ya njia mbele yao, pikipiki piki nyuma yao ilipiga mguu. Wa Olivia ulielea juu ya breki. Sasa, Simon alisema, sauti ya chini na kali, chochote ufanyacho usisimame.

Kisha ikakaza hadi vishango vyake vikagiuka rangi ya kuchakachaka. Maguu wake ulielea juu ya breki, lakini sauti ya Simon ilikata dhoruba ndani ya kichwa chake: chochote ufanyacho, usisimame. Kifua chake kilikaza. Simon: nenda, Olivia. Toni yake ilikuwa imara sasa, hakuna nafasi ya hofu. Alibonyeza kipenya. SUV ililia nzito na yenye nguvu, ikila sehemu fupi ya njia. Lori lilingeusha mbele likijaribu kufunga barabara kabisa. Olivia ililenga pengo dogo kati ya bampa yakena ukuta chuma kilipiga kelele wakati upande wa SUV ulipokurupuka ukuta, cheche zikiruka, lakini walipita kupitia nyuma yao. Pikipiki piki ya kwanza iligonga nguzo ya lango na kuzunguka upande, ikimtupa mpanda kwenye vumbi. Ya pili ilipinduka kimakosa, kisha ikajizuia injini yake ikinguruma kama mwindaji. Nzuri, Simon alinongona. Imara lakini mangalifu. Endelea kusonga. Siren nyuma yao ilikuwa karibu. Gari la polisi lilipiga kwa nguvu kwenye njia ya huduma. Taa zimemulika. Mpanda wa pikipiki aliangalia nyuma. Kisha akapinduka baada ya SUV ya Olivia kama kivuli kinachoka taa kutikiswa. Pumzi ya Olivia ilikuja ngumu na ya juu alikuwa amekabiliana na ukombozi wenye uhasama, kesi za mahakamani na hata upweke wa baridi wa kulea mtoto wake peke yake, lakini hii, mapambano halisi ya maisha yalikuwa tofauti. Uchungu kwenye shavu lake uliwaka tena, ukumbusho wa jinsi alivyokuwa karibu na kifo dakika chache zilizopita. Hawatasimama, alinong'ona. Wataendelea kuja. Si ikiwa tutawaongoza wazini, Simon alisema Polisi watawakamata, niamini tu. Kitu katika sauti yake tulivu lakini lenye chuma kilimfanya aamine bila kufikiri. Aligeuka kushoto kwenye makutano yanayofuata, matairi yakilia na kuingia barabara pana, ambapo wapanda wakeke walitawanyika wakipiga kelele za laana. Mpanda wa pikipiki aliendeshea kwa nguvu zaidi, akisogea karibu na upande wa dereva. Olivia alimona kutoka pembeni mwa jicho lake helmet nyeusi, jaketi nyeusi, mkono mamoja umara kwenye stiri, mwingine ukiingia ndani ya koti lake. Bunduki! Simon alibweka. Moyo wa Olivia uliruka hadi kuni mwake. Kabla hajaweza kutenda, Simon alipindua dirisha lake bila kusita, alitupa mkoba wake uliova moja kwa moja kwa, moja kwa mpanda. Ilipiga kifuani mwa mpanda ikimwangusha nje ya usawa Bunduki ilianguka kwenye lami wakati pikipiki ilipepesuka na kuteleza, cheche zikiruka. Mpanda aliteleza hadi kando ya barabara. Pumzi za mishangao zilipasuka kutoka kwa watembea kwa miguu. Mtoto alipiga kelele. Siren ya polisi ilipiga kelele karibu zaidi. SUV ya Olivia iliendelea kusonga, pumzi zake zikiwa chungu. Ulitupa mkoba wako, alitweta. Wako peke, nitapata mkoba mwingine Simon alisema, siwezi kupata nafasi nyingine ya maisha. Maneno yake yalimfanya anyamaze; yalibeba uzito wa kina zaidi ya machafuko nyuma yao. Hatimaye walipoendesha kwa kasi kwenye wilaya salama zaidi, gari la polisi lilipita na kusimama kwa nguvu kwa mpanda aliyeanguka. Olivia alipunguza mwendo akitetemeka, lakini aliendelea hadi barabara ilipopanuliwa na trafiki ikamilaze kuungana aliegesha karibu na kituo cha mafuta, kifua kikitikisaa. Kwa mara ya kwanza tangu kofi, kulikuwa na kimya tumlio wa injini, honi za mbali, jua la joto la Lagos likimiminika chini. Olivia aliina mapaji lake kwenye usukani akitetemeka. ninapaswa kuwa nimekufa, alinong'ona, ninapaswa kuwa nimekufa sasa hivi. Simon aliunga manyuma, mikono yake tupu ikilala begani mwake, lakini haujanife alisema kwa upole na hiyo ina maana fulani. Macho yake yalijaa machozi, aligiuka kwake akiwa haoni tukotilenie doa la matope, ndevu zisizo na mpangilio, macho yaliyo na uvimbe, bali mtu ambaye alikuwa amehatarisha maisha yake kwa maisha yake bila kusita. Kwa nini? aliuliza, sauti ikivunjika. Kwa nini ungehatarisha kila kitu kwa ajili yangu, mangeni. Simon aliangalia nje ya dirisha kama kama jibu liliandikwa kwenye nyuso zinazopita za wachuzi na wahudumuzi wa mafuta. Taya lake lilikaza. kwa sababu najua inajisikiaje wakati hakuna anayesimama kwa ajili yako. Sikuweza kuruhusu itoki tena, si kwako wewe. Kabla Olivia hajaweza kujibu, simu yake ilibuzika. Mkuu wake wa usalama: tena, tumeshika mshtakiwa mmoja wengine walitoroka. Mkutano umefutwa. Uko wapi? Alipangusa macho yake haraka na kuandika jibu: salama na shahidi, tunaenda kwa polisi. Aliangusha simu chini, kisha alimwangalia simon tena. Wewe si mgeni tena. Kwa muda macho yao yalishikilia, kisha Simon alihamishia, akisafisha kuu lake. Unahitaji kuripoti hi kabla wameipotosha wewe. Una nguvu lakini maadui zako wana nguvu pia. Aliinama ndio, tunaenda kituo cha polisi. SUV yake ilirudi kwenye trafiki, lakini ndani kabisa swali liliwaka kwa joto zaidi ya jua la Lagos. Ni nani aliyemtaka asife vibaya kiasi cha kuhatarisha risasi za mchana katika mkutano wa kimataifa? Jina la mpinzani wake lilirudia akilini mwake, Williams, mtu ambaye alikuwa amejaribu zamani kupokonya mikataba toka mkononi mwake. Lakini je, alikuwa yeye au mtu karibu zaidi? Hakujua bado. Alichojua ni kwamba yule mtu asiye na makazi kando yake hakuwa tu mwokozi. Alikuwa fumbo, na mafumbo daima yalikuja na ukweli ambao ungeweza kuvunja kila kitu. Na Olivia hakuwa tayari kwa ukweli ukingojea pembe ya jirani. Kituo cha polisi katika akilizungumza kama mzinga usio na utulivu. Maafisa walisogea haraka, ripoti zilikusanyika juu, simu zikiringing bila kuacha. Olivia Anderson, mkurugenzi mkuu bilionea, alisimama katikati ya yote hayo akiwa na vumbi kwenye gauni lake. Kioo kilichovunjika kingmulika kwenye niwele zake na mashavu bado mekundu kutoka kwa kofi ya Simon. Minong'ono ilimfuata nusu kwa mashangao, nusu kwa kuchanganyikiwa. Haikuwa kila siku kwamba mmoja wa wanawake matajiri zaidi wa Nigeria aliingia kwenye kituo akiongozwa na mtu asiye na makazi mwenye koti la kahawia lililochanika. B Anderson, tafadhali njia hii, DPO alisema karibu akijikwaa mwenyewe kwa heshima. Alimwongoza kwenye ofisi ya faragha, Simon alifunga nyuma. Mara tu mlango ulipofungwa, tabia ya Olivia ilipasuka. Alianguka kwenye kiti akipiga makonga makochi yake. hii ni wazimu, mtoto wangu angeweza kumpoteza mama wake leo. Simon alisimama kwenye kona kimya, macho yake yakipima chumba kama mtu ambaye hakuamini kuta. mkoba wake uliova ulikuwa umeondoka na pasipo alionekana ajabu uchi, kama askari aliyevuliwa ngao yake. Peki DPO, alisafisha kuuleke bi, tulimshika mmoja wa washambuliaji anakataa kuzungumza, lakini watu wetu walipata risasi za kigeni. Hii haikuwa uhalifu wa mitaani, ilikuwa jaribio la mauaji. Macho ya Olivia yaligiza, ninajua. Swali ni nani aliwatuma? DPO alisita akiangalia Simon. Olivia akaibwa na kuinwa mkono, anabaki kama sivyo. Kwa ajili yake ningekuwa nimeshakufa vema, kwa mambo makubwa kwa makubwa kufikia kwa hasira Macho ya Simon yalihisi laini kwa muda mfupi, kisha yalirudi kwenye uangalifu mkali wa mtu ambaye alikuwa amejifunza kutarajia udanganyifu. DPO alinama kwa kutotaka. Vizuri sana, B. Anderson. Je, una mtu mtu yeyote? Olivia alipumua. Jina lilicheza kwenye ulimi wake. Williams, mpinzani wake mkali wa biashara ambaye alikuwa amejaribu kila kitu. Mapambano ya kisheria, kampeni za kumsingizia, rushwa lakini risasi za mahana. Je, alikuwa na nia ya kweli kiasi hicho? Vidole vyake vilikaza kwenye mkono wa kiti. Nina madwi wengi sana, Simon hatimaye alizungumza, sauti yake ya chini lakini imara. Niliwasikia jana, walitaja jina lako mkutano, na kitu kuhusu mpiga wa mbali kwenye standby. Ndiyo maana nilikimbilia kwako leo, sikuweza kuwaruhusu waruhusu wafanikiwe. Olivia aligeuka kwa haraka. Ulijua Ungeweza kwenda kwa polisi? Kicheko chake kilikuwa chungu, karibu tupu. Polisi? Je, unafikiri wangenisikiliza? Mtu analala chini ya madaraja, nilikuwa kizuka kwao. Lakini wewe, macho yake yalifunga kwenye yake, ulikuwa wathamani kuokolea. Pumzi yake ilikamatwa kwa sekunde, hakuona mtu asiye na makazi aliyo na mlinzi, mtu aliyevuliwa na maisha, lakini ambaye hakujavunja dpo alina mambele Bwana Simon alisema, tu Bwana Simon, ili ujue maelezo kama hayo lazima ulikuwa karibu na wanaume hao. Wewe ni nani hasa? Kimya kiliania. Olivia alichunguza uso wa Simon, akisoma kitu kilichofichwa pale: maumivu, majuto na siri zilizozikwa kina. Mwishowe Simon alizungumza, sauti yake karibu juu ya kunong'ona, nilikuwa kama wewe wakati mmoja, bi mtu mwenye kila kitu mke, binti, kazi katika benki, hadi uongo moja ulivunja yote. Walinifanya kuonekana mwenye hatia, wakanitupa na, kufikia nilijisafisha jina langu, familia yangu ilikuwa imeondoka. Mke wangu aliwa tena, binti wangu hajui hata uso wangu. Chumba kilikuwa kimya kuu, ya Olivia ilikaza alielewa. Hasara aina inayokula roho yako polepole. Taya la Simon lilikaza. Tangu wakati huo, nimeishi mitaani, nikiangalia, nikisikiliza kama asiyeonekana. Ndivyo nilivyosikia kuhusu mpango wa leo. Machozi yalichoma macho ya Olivia. Huyu mtu aliyeachwa na jamii alikuwa amehatarisha kila kitu kwa ajili yake. Simon alinong'ona, kabla hajaweza kujibu, mlango ulipasuka wazi. Afisa mdogo alirukia ndani.